Hamjambo, marafiki, karibuni katika Jifunze Kiswahili na Bi Mercy. Hi friends, Welcome to Learn Swahili with Bi Mercy. Tunaendelea kusoma kuhusu silabi ambazo zinatumia konsonanti zaidi ya moja. Somo lililopita tulifanya kuhusu konsonanti ipi? Nya, sawa sawa, konsonanti yani konsonanti n na y tukatengeneza silabi nya, nye, nyo. unakumbuka? haya sasa, leo na Bi Mercy alikuwa shaandika irabu. leo tutasoma kuhusu konson... um, sauti mbili, konsonanti mbili. Ya kwanza ni n, na nyingine ni g. Hii ni sauti gani? n. Kila mtu twende n. na hii ni g, g g, g. Ukiziunganisha pamoja, unatengeneza sauti gani? ng ng, nga. Sema nyuma yangu, ng, nga. Vizuri kisha sasa twende kwenye irabu. Irabu ambazo ni tano, si unazikumbuka? Haya, tuziseme pamoja irabu, twende A, E, I, O, U. Haya, irabu ni tano. Sasa tuongezea sauti yetu, kisha tutatengeneza silabi sauti na irabu, ama konsonanti na irabu. Haya, twende pamoja. tukiweka hapa ng inakuwa nga, tukiweka hapa inakuwa nge, tukiweka hapa inakuwa ngi, kisha hapa ngo, na mwishowe ngu nga nge ngingongu nga nge ngingongu nga nge ngingongu. nga nge ngingongu. Usisahau kuweka hiyo ngu ngu nga. Haya, sasa tutatumia haya maneno kutengeneza nini? Ah, ah, na maanisha tuatumia hizi silabi kutengeneza maneno, nishaenda mbele. Kwa hivyo tuna nga nge ngi ngo <laughs> Haya, neno la kwanza hapa tutasema mnyama anayeitwa nani? Ngamia, ngamia, ngamia. Kisha hapa tutasema nge. Huyu pia ni mnyama nge. Unafikiria nge ni mnyama yupi? Hebu geukia mwenzako muulize, wewe unajua nge? Haya, kisha tuna ngii, tutaenda kwa ngiri, pia ni mnyama Ah, naam. Halafu tuna ngo, tutasema ngozi. Kisha mwishowe tuna nguu, tutasema ngumi, ngumi. Ingawa pia kuna nguo, mavazi, lakini wacha tuseme ngumi. Sawa sawa. Sasa ngamia is a camel. Ngamia is a camel. Nge is a scorpion. Scorpion. Wacha turuke huyu mnyama ambaye anaitwa ngiri, kwa sababu nataka hapa unifanyie kazi ya ziada, kwa sababu kuna wanyama wawili ambao watu huchanganya na ngiri. Unajua yule mwingine? Haya, nataka unifanyie kazi ya ziada, na atakayepata hili jibu sahihi atafute Bi Mercy ili apate zawadi lake. Kisha tuna ngozi, ngozi is skin, na ngumi is a fist. ngumi Ngumi, alimpiga ngumi, lakini usipige rafiki yako ngumi. ngumi is a fist. Aha, kwa sababu watu sasa wanatazama video na hawaandiki hapo chini kama wanafurahia, nataka sasa utaniambia ngiri ni nani. Pia sasa hivi unaweza geukia mwenzako muulize ngiri ni mnyama yupi, alafu atakueleza sawa sawa. Sasa twende kwenye wimbo wetu, tutaenda pamoja. Nganga ngamia, nga, nga, nga, nga, ngamia. Ngengenge ngengenge, nge, nge, nge, nge, nge. nge. Je, yeah. ngingingingi ngiri ngiri. ngongongo ngozi ngozi ngungu ngumi. Na haya basi, wanafunzi, tumemaliza somo letu. Kwa heri ya kuonana.